Ubongo wa mwanadamu una kilo moja point nne. Na hapa ndio kuna hizo akili nne. Akili iliyokupeleka kazini kama una kazi inaitwa IQ. you can never measure IQ ya mwanadamu kama hajawahi kuingia darasani, kwa sababu IQ is measured by numbers, so someone does not know numbers, very hard to measure IQ yake. kwa kwenye ubongo wa mwanadamu kwenye kilo moja point nne, kuna hizo akili nne, kabla sijaifikia hiyo ya tano ya AI sasa hizi akili hizi, ukikosa mrudi eh hapo. Si eh, kama na control mimi au wewe, rudi moja. Na, na saidi kurudi moja huyu, yes. Ni mzee wa miaka themanini amejiua kisa wivu wa mapenzi za, ilifahamika zamani busara inaendana na umri, uwezo wa kuchekecha hisia, kudhibiti hisia zako, ambayo ni component mojawapo emotional intelligence, lakini Tujiulize, huyu mzee wa miaka themanini, mapenzi yamemshinda wapi? Unaamini amepigwa sana vibuti, amekosea sana, ameachika sana, ameacha, amependa akapendwa, lakini wahi amejiua. Sasa nikwambie emotional intelligence ilivyo. Unaona hizi hizi akili nne hapa, ya kwanza ya mwanadamu inaitwa IQ. Sasa ile pale, actually ni petroli ya changamoto chini ya jua na nikipata muda tutadiskasi kidogo safu hapo na awaintoshi. Lakini akili ya pili ya mwanadamu inaitwa AQ, adaptability or adverse quotient. Huyu Dokta Kweka huyu akirudi nyumbani akamfumania mkewe kitandani na mwanaume mwingine, nimeingia tu nyumbani nikakuta kuna mwanaume mwingine bedroom kwangu itakachoniwezesha kusimama after that scenario au do I adapt, niyo ile akili inaitwa adversity quotient. Akili ya tatu ya mwanadamu inaitwa social quotient. Social quotient ni mtaani wanasema, ishi na watu, vae viatu. Muenda bure sio sana mkaa bure. Mimi nikitoka kwangu napoishi Kinyerezi nikaja Posta nika baadaye, jioni nikarudi, sikupata chochote, na ambaye amekaa chumbani anaangalia tamthilia mimi nilikuja posta na kurudi na added advantage kuliko wale kanda hiyo. Ni science. Kwa hiyo ukimwenda bure sio sawa na mkabure, actually failure kubwa ya ya hata mental illness na watoto wetu sasa hivi because of that social quotient. Sikiliza, baraka yako iko to the next person. Uh, natoaga mfano huu, mimi nikipanda SGR watu wengi sana squeeze wanavaa headphone, mtoto wa leo awa jenzi anavaa headphone kutoka Morogoro mpaka Dar es Salaam, hajamsalimia jirani yake, which is a deadly mistake, kwa sababu social skills inapatikana kwa communication. Sasa investment yetu kubwa ya dunia which is no, I'm not saying kwamba ni kitu kibaya, tunainvest kwenye that intelligence only afu we forget all these three including ile ya mwisho ambayo tumesema tukae muda mrefu hafu na wako discuss. Mimi niko nataka niwaambie tu hakuna tu IQ peke yake. Tuna IQ, AQ, SQ and e, EQ. IQ inapatikana darasani. Hizi tatu azipat, azipatikani darasani. Hizi tatu tunazipataje quickly because of time? AQ, SQ and EQ tunapata kwa namna 30% ya hizi akili inapatikana kwenye vinasaba vya wazazi wako. Genetically. Another 30% ya hizi akili inapatikana who raised you up bringing, alafu fote iliyobakia ya hizo akili inapatikana kwa, kwa kwenye environment uliyokulia which means ukimfungia mtoto ndani which is now we think of gadgets. Yani mtoto juzi, nimehangaika na mtoto mmoja amekunywa sumu ya panya kwa sababu mama yake amemnyang'anya PS4 yes this is what we create. Tuna create mtoto ambaye ana akili kubwa sana inaitwa IQ, lakini anapo anapo step in kwenye society ana faili kwa sababu kitaa akili inayo survive sio IQ. Ninahangaika, nitaonyesha hapa highest suicide jobs duniani, you will be amazed. Ni kazi za watu wenye akili kubwa sana ndo wanajua. You create engineer, ana akili kubwa sana Nimepigwa simu na mama, mwanaye ana miaka 46. Mama ananitafuta mimi, doctor please talk to my son. Nikafikiri naongea na 14, 16 year old. 40 plus dude. Nini, mwanangu hajaoa, aeleweki. Nikakaa na ule mwamba pale black point ya kinondoni pale, mwamba domo zenge, kwa sababu kutongoza ni social skills. Msi, unanielewa kutongoza ni social skills. Yaani kumconvince mwanadamu mwenzio atoe nguo ya ndani. Sio <laughs> shule <Social> ya kawaida. <laughs> Can be physicians lakini like no, no, people are really struggling right now. Vijana wana struggle sana na maisha. Vitu vidogo vidogo sana. Kwa sababu mimi naambia juzi nimeenda Dodoma utani, nimeenda Dodoma nikutana na binti niko anacheza naye kimama mama. Mama Wala zamani wanaelewa. Nikamwambia Hey, upo? Nipo. E, ulikuwa unanikataa yule dada nilikuwa nacheza naye kimama mama, alikuwa ananiambia mimi mfupi kwa leo, mimi ukinikataa kimapenzi, untishi kwa sababu toka utoto nimekataliwa. Yani you create mtoto ambaye sasa, uh, unajua changamoto tulionayo sasa hivi uh, mtoto akikosa 30% ya hizi akili tatu hizi, kutoa ile ya darasani, akikosa katika hizi akili tatu kwenye vina saba una chance 70% 30% ya nani amemlea, 40% ya mazingira aliyokulia. This is what happens now, wafanya kazi wanarudi nyumbani saa nne, kwa malezi hayapo 14 30, inaondoka inabaki environment, wana, tunawalokia watoto because of safety. Muhimbili ifanya utafiti wa mashoga mia hamsini Dar es Salaam na mashoga mia hamsini Dodoma. Ika realize same ambao tunaamini sisi ni safe kwa watoto wetu. Kumbe ndio very dangerous kuliko kuwatoa nje. Sababu wana wa, wa, haribu watoto wetu sasa hivi kulawiti bla bla bla ubakaji ni the nearest person kwenye indo. Sasa nikwambie tu kitu kimoja. Nimefundisha ofisi mimi Morogoro moja, waliniomba niwafundishe personality, haiba za watu eneo la kazi. Nikakutana na mama akaniambia, Doctor, I'm in pain. Nikamwambia, kwa nini? Mimi ni mchaga mume wangu ni Mwaya, watoto wangu wanaongea Kidigo. And I said why? Akaniambia nina wadada wa kazi wawili, because I'm so busy, wale wadada ni Wadigo, wakipiga Kidigo na mtoto wangu naye anaongea Kidigo. Kwa right now we are creating children ambao hawana hizi akili tatu, hawawezi kudhibiti maumivu hawa socialize hawawezi kudhibiti hisia. Unakuta mtu ana very powerful, anawezi, ni IT lakini anashindwa kulirelate kwenye vitu vya kawaida ofisini, anasemwa analia. Na niwaambie, in Next coming years, HR office itapokea vijana wa ajabu sana kwenye hii nation. Kwa sababu gani? Watoto hawatengenezwi kwenye mazingira ya kupambana na, maisha, na as we are progressing to 5G right now akili inaongezeka mimi nikiambiwa hapa na, na, na, mtendaji mkuu wa WCF akaniambia, chief usitoke kwenye ile eneo bila kunipa report what you have done in front of people. Do you think I waste time? I just sit here na ita internet na andika, write me a short report about training ya emotion intelligence down katika sherehe ya miaka kumi ya WCF. Nikishasema enter I copy put it in PDF na mkabidhi, naondoka. Kwa hiyo right now watoto wetu hawafikiri kwa sababu gani? They use AI. Sasa hii akili ya tano is very dangerous, kwa sababu uongo wa mwanadamu unapenda shortcut more than anything, kwa sababu it loves to conserve sugar. Sasa nikwambie tu, katika hii ya emotional intelligence, ambapo katika zile akili nne, hii ndio above all, ina power kwa sababu inakuruhusu kuchekecha hisia. Labda nitakuonyesha inachekechaje. Hem, nisaidie uh. Emotional intelligence ni mzizi wa yafuatayo: moja, flexibility mbili anger management tatu social skills accountability teamwork time management communication skills stress tolerance customer care decision making so maanake ukikata ule mzizi umeondoa vile vitu vyote sasa nikuambia kitu kimoja nisaidie next slide because i i think five component because we don't have time Five component of emotional intelligence ambazo zinapatikana, nimesema kwenye genetics, nani amekulea na mazingira uliokulia. Which means at right now you can get emotional intelligence if you associate with people. Kujitambua, kudhibiti hisia, social skills, kuvaa viatu vya watu wengine na kujimotivate. These are five component. Maana yake nikikufukuza leo kazi If you have emotional intelligence, you can motivate yourself ukawa rich. Naomba nitaje jina na la mtoto anaitwa Alex Mgonja, amejinyonga pale Same kwa sababu mama yake hakulipia ya school bus. We are creating children who cannot handle pain wakati life is full of pain. Kuna mtu uko naye ofisini anakuchukia, hujawahi kumfanya lolote. So if if I kama sija kuandaa mtu wa kujimotivate na kuwa na social skills maana yake kitu kidogo chini ya jua kinaweza kukuondoa. Sasa huyu ni mwanadamu, because muda utakuwa nao. Mwanadamu ili atimie anahitaji kuwa na physical health, social skills, emotional, spiritual and mental. One of those goes wrong, you are not a normal human being. Sasa angalia katikati, social skills. Ukishapata social skills, maana yake una get emotional power ya kuendo pain, kwa sababu chini ya jua Mungu hawezi kukupa kila kitu. Uh, mimi ni mchaga uh, nimeoa ngara waangaza, ah uh, mashemeji zako eh? Sasa nikwambie kitaalamu, mchaga kuoa nje ya uchagani, beton niliyopitia mimi nilienda kumwambia baba Mzee Kweka, um, nataka kuoa. The next statement from my father was mchaga wapi? Nikamwambia sio mchaga. Akaniambia over your dead body, wewe ndio mtoto wa kwanza wa kiume, hakuna chasaka kwenye nyumba yangu. Nikaitaita ndugu pale, baba mdogo, si wakaongea naye baba, akasema you won't sababu alikuwa ajui beto yangu mimi na kiwachaga kila nikiwafuata kina Manka wananiambia mi mfupi sasa. so, mimi naambia kina Manka mi sio mfupi maeneo yote. Mungu hawezi kunyima kila kitu. Mungu sio mbaya hivyo, eh? Mungu sio mbaya. maana yake ni nini? waambieni watoto wenu kwamba Mungu hawezi kukunyima kila kitu. kwenye Biblia, si kuna mtu anaitwa Lea na Raheli. Lea ndio mbaya, mpaka Biblia inakiri ni mbaya, lakini Mungu alichofanya, Lea alimpa watoto sita lakini, yule Raheli pisa tumbo akawatasa kwa hiyo no, no, Mungu hawezi kukupa kila kitu usipomtengeneza mtoto anaweza kujimotivate na kuamini kwamba socialization ni one of the component ya mwanadamu kwenye maisha yake. Na, na niseme tu u, mwanadamu mwanadamu, you are a component, ukitoa social quotient and adversity quotient una remain na two major intelligence au quotient. Hizi intelligence, bahati mbaya, they fight a lot and they are one of which is stable, the other one is flexible. Sasa angalia mwanadamu ana three haiba yake which is personality ana utashi, alafu ana akili ya darasani. Ikicombine all those three, unampata mwanadamu kwa maana yake. Ukimkanyaga mtu kwenye daladala, kuna mtu anaongea kutoka Mwenge mpaka Posta. Personality yake ina issue. Sasa nikwambie kitu kimoja, hizi mbili kwa nini zina beto? Because of one thing hii moja iko ina ego, na Mungu anasema hekima ukaa kwa wanyenyekevu. Once ukiwa na ego, emotional intelligence doesn't stay in you. Kunakuta mtu ana mfano, si kwenye afya ya akili for example, ili utibiwe lazima ushee ushushe ego yako, ushe kwenye counseling. Kwa unakuta watu wenye akili kubwa wanaishiaga kulewa, watu ma engineers, doctors, lawyers, kwa sababu wana akili kubwa, they cannot share because they have ego. Sasa nikuonyeshe, ukichanganya IQ ukachanganya na EQ you get success. Ukimiss EQ ukabaki na IQ, angalia component za IQ: analytical skills, excellent memory. Sasa mtu akiwa na hichi peke yake, hata biashara hawezi, kwa sababu biashara haihitaji sana analysis kuwa na yadi hapa ya Dar es Salaam ya magari, maana ki umtumie mtu hela Japani, umjui aingize kwenye meli siku 30, ufanye clear game forward, vijana waizeleshe pale zile gari wakuletee kwenye yadi. Msomi hawezi, anasema hmm, yakipata ajali je? Sababu anafanya ana analyze, lakini mtu ambaye ana emotion tena anasema yes am aware that yanapata ajali but am also aware kuna anaofika salama. Ana regulate emotion, anafanya biashara. Ndio maana wasomi wengi hata ndoa zinawashinda, kwa sababu ndoa haihitaji akili kubwa. Mungu anavyosema ishini nao kwa akili, amaanishi ile IQ, anamaanisha zile tatu. Mfano mimi narudi nyumbani namkuta mke wangu anaangalia tamthilia. Analia. Vipi? Kamuua. Sasa kwa mpuzi ni mzima yo TV tukalale. Nitaonekana na mwanaume si gani. Yaani ili niwe mume mwema na mimi pale pale niunge jamani amemuuaje? Wee, basi naonekana bonge la Bwana. Sasa hiyo msomi hawezi. Niwaambie tu emotional intelligence. Mtumishi wa Mungu, nisaidie kwenda next slide, you need to touch. Na mafanikio ya mwanadamu wa 80% ni require emotional intelligence. Na na niseme tu personality ile ya mwanadamu, angalia inakuwa affected na nini? Culture, religion, workplace, environment, social status, peer group, childhood memories kuna vitu vina intali mwanadamu anatokeaje, anaenda open chini ya jua. Next slide hem, nisaidie, maana sasa. Mfano juzi imesema, jamani eh, Tarime kuna ushoga, watu imewashtua sana. Unajua kwa nini? Kwa sababu personality ya mwanadamu inakuwa determined by culture. Ni la, okay, labda niulize kitaalamu, ni rahisi kumpata shoga Tanga ama Tarime? unajua ni rahisi sana kuitaja hivyo, kwa sababu gani? Unajua kabisa Chacha Malo hawezi kuwa shoga. Sasa sasa hivi wanatokea, kwa nini? Kwa sababu personality inakuwa affected with technology. Next slide. Unaona hawa ni Wamasai, watu wanaacha kila kitu, teknolojia wanakuja kuwaangalia wakiruka. Angalia teknolojia ilichowafanya sasa hivi, sasa hivi hawaruki Wamasai tena. Next slide. Ah, wanachati kwa teknolojia Instagram wanasema teknolojia ina affect sana. Angalia muda utaisha. Sasa hivi, personality ile pale ni vinasaba vya wazazi wake wako, lakini angalia personality ina adi wana vitu gani? Malezi, jamii iliyokuzunguka, familia iliyokulea, dini na past experience. Sasa what is happening right now all these five hatu vipi watoto wetu right now because we are so busy. Sasa tunatokea tu mtoto ana vina saba peke yake, anakosa hizi. Mfano religion. Sasa hivi mtoto wa Kiislamu anaitwa Hussein, adhana inaita shtuki. Mtoto wa Kikristo baba na mama wana discuss kwamba leo mtaenda kanisani au hamwendi. Mwanadamu akikosa religion personality yake inacheza ina, ina hivi malezi we are no longer around. Past experience watoto wetu hawaambiwi hapana. Biblia si inasema kwenye Mithali, usipomwambia mwanao hapana na kumwadhibu, uzeeni utakuwa na raha. Kwa hiyo hivi vitu vitatu mi nimeuza kaunta ya baa, god is my witness, nimeuza kaunta ya baa toka darasa la sita. Babangu alikuwa na baa kubwa sana inaitwa Tivoli, miaka 90. Baba analewa mpaka Jumamosi saa nane, Jumapili saa moja asubuhi baba yuko chachi, usiende kanisani utamweleza, nishaikupigwa mimi Go to church kwa sababu anaamini mlee mtoto katika njia impasayo, hata iacha mpaka atakapokuwa mzee. Kwa hiyo tunalea watoto hawana hivi vitu vitano. Mimi nachukua watoto na twins wana na miaka kumi na moja nawaingizaga mlimani city, God is my witness, naanzia geti la Ubungo mpaka natokea geti la Ardhi University. Napita maeneo yote yenye vitu vizuri vya watoto, baiskeli kwenye kuku yani, na wanatoka tapa, ili wajifunze kwenye maisha, kuna kukosa nalea mtoto ana past experience, kwa sababu una KIST kama moja, mwanao apandi daladala. Wait and see one day, how far are you assured kwamba KIST tutakuepo kila siku. Tengeneza mtoto ambaye ana past experience anapitishwa kwenye maisha yote, ajue kusave, ajue unapoenda kazini maana yake nini, because baba anatokaga hapa anaenda wapi? Save maana yake nini? Mimi hata kama si kama kuwapa na huu siwa, mimi nina vibubu vitatu, mke wangu ana chake, mimi nina chake, vya kuwafundisha tu watoto, sio kama sina namna nyingine ya kusave. Vibubu vile vipo pale juu ya meza yangu. Kuna kazi nimezi divide kazi hizi hapa ni, ni majukumu yako, kazi hizi hapa ni rewarding system, nikikupa buku 500 tumbukiza kwenye kibubu tutafungua mwezi wa kumi na mbili wakati tunaenda Moshi. Toka mtoto mwanzoni anaanza kujifunza savings, na maana watoto wa leo sasa hivi wanabetibeti tu, kwa sababu they don't know quality umuhimu wa pesa. Usipompeleka mtoto kwenye past experience atakuumiza next day. Nangaika na, na wazazi wamepeleka watoto wao mashule makubwa duniani, wanarudi hapa sasa hivi wanabetitu The good news about emotional intelligence it makes you to understand yourself know you. Na niseme tu hiki hapa ndio kitu kizuri cha, cha cha cha emotional intelligence hichi hapa, improve decision making. So manake ukikosa emotional intelligence you cannot have a better ability to make decisions. Ndio maana Suleiman alimwambia Allah, nipe uwezo wa kujua jema na baya. You get that by having emotional intelligence, na unfortunately anapatikana darasani na inabeto, yani, ukishakuwa na akili mimi ni injinia wa mkoa siyo, mimi si nani, automatic tu. Maanake uwezo wako wa ku una ukishakuwa na ego tu emotional intelligence haikai kwa sababu huwezi kulearn kutu from everyone. Sasa hata conflicts za kawaida tu kwenye maisha, kuna kuna conflicts za kawaida sana kwenye maisha ambazo tunakutana nazo kwenye ndoa. Hivi unajua ukikosa emotional intelligence ile misumari aiondoki pale, tabaki umenuna tu. Kwa sababu gani? Una mbinu amuua mkewe kwa madai kuwa amemloga ili uume wake usifanye kazi. Kosa emotional intelligence kufanya so how do we increase emotional intelligence because nitanyanganya nyama hiki sasa hivi, i don't have time to pass all those, lakini naomba get your eyes on number 7, get your eyes on number 10. Number 10, be approachable and socialize. Namba saba, learn to take constructive criticism usipende kusifiwa tu wakati mwingine kubali kukosolewa mi nishaendaga ofisi kubwa, I was not daktari bingwa wala mbobezi, ofisi inafanya mamlaka nchi kubwa, nimefundisha walikuwa watu kumi na sita tu, wanao make decisions, we just understand that, fundisha pale walinomba nifundishe ugonjwa wa figo na magonjwa ya sugu yasioambukiza, piga shule pale ya kufaa mtu, slaidi ishirini tu nilielekezwa nitengeneze maliza kufundisha hivi. Mwenyekiti akasema simama, simameni wote. Ah oh, this is amazing, pigeni kofi madaktari, watu wakagonga papa. One guy didn't wake up, akugonga wa makofi, ana chat na simu yake, he was here. Muda wa chai was behind me, he tap me here, my doctor, akichachukua chai, can we sit together? Kaka naye na my doctor, na swali moja kwako, unafundisha haya kwa mamlaka gani? I looked at him as nikaanza kuresi kichwani, anataka nini? Hili swali lina mtego gani? Nikamwambia si, uh, sijakuelewa sana hata Yesu alishawahi kuulizwa unafundisha haya kwa mamlaka gani. bahati mbaya utaalamu wa udaktari na ujua sana wewe ni MD ndio? Eh, wewe ni daktari bingwa hapa, wewe ni mbobezi. Nisikilize daktari, i'm not trying to be mean. Nisikilize vizuri sana, you are so young i don't even doubt kupanga panga slide hivi, you are iko kipaji unacho, ila dr noje bado. Nisikilize, achana na hizi masifa sifa za kupigwa makofi Nenda haraka sana kafanye masters na super specialist ili ukisimama mbele za watu, una skills plus una knowledge. Nimetoka pale kwenye ile ofisi yao nimeumia ndani but he was the only one who had the value in my life. Sasa so, sisi so, tunachopenda bosi, ukifa ukifa, uozi ukioza unuki. I had value so if you can ile namba 7 ukiweza, utaenda very far kwenye emotional intelligence.